Hii kimsingi mimi naita ni karakana kwa sababu ni mafunzo ambayo wa kimsingi wamepelekwa hawa mabwana darasani, ama wakulima wameelewa nini, lakini visa gani ambavyo walikuwa wakivipitia kabla ya mafunzo haya e. Mimi kwanza kwa jina naitwa mzee Sospita Kasiga, nimehudhuria hii semina leo, imenizindua vitu vingi kwa sababu hizi mbolea kwa kwanza zilikuwa zinatuchanganya, mwingine atakwambia bana, changanya E, kani mchanganya na, na urea upandie, kumbe ilikuwa tunadanganyana. Kuna mbolea maalum kwa ajili ya kupandia, kuna mbolea maalum kwa ajili ya kukuzia na kuna mbolea maalum kwa ajili ya kuzalishia wakati kabla hujajisajili kupata mbolea ya ruzuku. Mazao yako angalau ulikuwa unapata kiwango gani kutokana na eneo ulilolima na baada ya kuanza kutumia mbolea? Tulikuwa tunachukua tuna mbolea kidogo tunaogopa kwamba pengine inaweza kuwa na madhara katika mashamba yetu. Lakini walivyokuja hawa wataalamu wametambia hapana. Mbolea hii haiko kwa ajili ya kuua udongo, haiko kwa ajili ya kuleta uharibifu katika mashamba. Mbolea hii iko kwa pale kukuinua wewe mkulima na kuleta chakula ambacho kitasaidia familia. Aa, kwa jina naitwa Sauli Mrwambo. Afisa mtendaji na kaimu kata ya Kamaalanga. Kuja swala la kiwango cha mbolea hapa, wapi wewe okay. ulikuwa unakosea na leo unaenda kurekebisha? Kwanza nilikuwa naisogeza mbolea karibu na mmea, nafikiri kwamba labda ita iwahi kuvutwa, kumbe na naumiza mmea. Na pili nilikuwa sifukii, nikimaliza kuweka mbolea basi naacha hivyo hivyo, kwa hiyo najua kwamba ndio inayeyuka, kumbe inatakiwa ufukie kidogo, ili mbolea iweze kuyeyuka. Kwa majina naitwa Tenera Dominic Buhemba mkazi wa kijiji cha Kagando kata ya Mogwa tarafa ya Bukene. Kitu ambacho nimejifunza hapa kwa siku ya leo, tulikuwa na mazoea ya kuweka mbolea bila kufata kipimo, lakini bado tukiamama mazoea ya kuamini kwamba mbolea za madukani zinaua mashamba. Hapa nimepata tofauti kidogo. Kitu kingine ambacho nimejifunza hapa, nimeweza kugundua mashamba lazima tuyaangalie udongo wake unakuaje. Lakini jambo jingine ambalo nimeligundua hapa ni lazima tuwe waangalifu tunaweka kama ni mbolea kama ni madawa muda unaoruhusiwa tusiweke bila kuweka, e, kuangalia majira ama nyakati. Kule nyuma tulikuwa tunaweka bila kujali nyakati wala majira. Ukimaliza kupanda na kupiga palizi yako, unaanza na kuweka mbolea bila kuona kwamba kuna hali ya unyevu kwenye udongo, watabiri wa hali wamesemaje. O, nimejipata kwa kifupi kwa siku ya leo. Hebu tupe tofauti, mwaka 2022 kurudi nyuma kwenye zao ambalo wewe ulikuwa unalilima kama mkulima, ulikuwa unapata mazao angalau kwa kiwango gani kwa takwimu, na baada ya kuanza kutumia mbolea ya ruzuku umeongeza kwa kiwango gani kwa zao? Mfano zao la mahindi bila kutumia mbolea ya miaka ya kule nyuma, eka moja sikuwa nazidi zaidi ya magunia kumi na nane. Baada ya kuwa nimeanza matumizi ya vifaa hivi vya kilimo, mfano mbolea, mbegu na kuendelea, nimeweza kubadilika eka moja ninapata magunia karibu kwenye ishirini na nane karibu kwenye thelathini eka moja kwa matumizi yao mazuri zaidi.